Umuhimu wa usalama na usalama mahali pa kazi. Afya na salama ni muhimu mahali pa kazi kwa sababu huwalinda wafanyakazi na waajiri dhidi ya madhara na ajali. Katika mazingira salama ya kazi, wafanyakazi wanaweza kufanya kazi zao kwa ujasiri bila hatari ya kuumia au kwa ugonjwa. Kwa mwajiri, hudumisha viwango vya afya na usalama husaidia kuepuka masuala ya kisheria ajali za gharama kubwa na kukatizwa kwa shughuli za biashara. Sheria za afya na usalama zinapofuatwa, kuna uwezekano mdogo wa ajali kama vile kuteleza, safari za kuanguka, kuungua au kuathiriwa na kemikali hatari. Kwa watunza nyumba, hufanya kazi kwa usalama kuhakikisha kuwa unaweza kuendelea na kazi yako kwa ufanisi ukijilinda wewe mwenyewe na watu katika mazingira unayosafisha. Kufuata mazoea haya pia kuonyesha taaluma, utunzaji na uwajibikaji, kukusaidia kudumisha sifa nzuri mahali pako pa kazi. Hatimaye, usalama wa mahali pa kazi ni juu ya kuhakikisha kwamba kila mtu anarudi nyumbani salama mwisho wa siku.